Karibu katika video nyingine, na leo nitakuonesha namna gani ninavyotumia mifumo ambayo nayofundisha katika biashara yangu, na utaweza kuona namna gani nimeosha tangazo ambalo lenye thamani ya kama dola moja tu imefika, lakini tayari nishafanya sales ya kuingiza faida ya shilingi elfu 59 na 900. Maana dola moja ni sasa kama tuseme kama ni elfu tatu na kitu, lakini nimeingiza faida elfu 59 na 900 na, na bado na watu wengine, so nitakuelekeza ili uweze kuelewa na hii mifumo ndio tunafundisha wanafunzi wetu na ndio sisi tunafanya, ila kwa mimi hapa natumia mfumo wa auto mauzo selling system, sawa. Mfumo ambao unakuwezesha kuuza bidhaa au huduma yako masaa ishirini na nne bila uwepo wako. So hatua ya kwanza nachokifanya, because nahitaji ku capture leads, ndio maana sijaamua kupeleka moja kwa moja kwenye mfumo, nahitaji ku capture leads, lakini kitu ninachokifanya, nimetengeneza tangazo zuri lenye kichwa cha habari kwa kutumia copywriting. Copywriting ni ujuzi muhimu sana ambao utakusaidia kuandika matangazo, kuandika kopi zako za mauzo. Kwa hiyo tutaangalia tangazo letu. Na hili ndio tangazo ambalo nimerurusha. Na kama unavyoona tangazo liko vizuri na nimeelekeza hapo kwamba network marketing bila mauzo ni uchongo tu. Hebu jifunze jinsi ya kunasa wateja bila kuhangaika. Na sijatangaza kama ninauza kitu chochote au uh, kama ninauza program yoyote but nimetangaza uh, kichwa cha habari kizuri chenye mvuto. Na ukitazama, unaweza kuona hapa hichi ndo, hii ndo tunaita headline, sawa? au kwa lugha nyingine tunaita hook. Na hii unaiona hapa chini tunaita subheadline, and then hapa chini ndo caption. na mtu akibofya hapa anaitwa direct katika nini, WhatsApp yetu. sitaki kuwapeleka kwenye mfumo moja kwa moja, nataka mm -hmm. wafikia kwenye WhatsApp. ili kufanya nini na kama unavyoona, tangazo nazidi kutuletea wateja. Kwa hiyo akibofya nitakupeleka katika mteja ambaye tayari kashajaza na kashanunua lakini utaweza kuona mchakato <coughs> ambao mteja huyu amepitishwa. Okay? Kwa hiyo atafika kama unavyoona baada ya kubofya tangazo, sababu nimeusha tangazo sehemu mbili nimerusha Instagram na Facebook. Kwa hiyo nilikuwa na target na angalia wapi tangazo tafanya kazi vizuri na kukiangaza sasa hivi na wapeni siri nyingine. Instagram, sasa hivi kufanya matangazo ni gharama sana, wana charge hela kubwa sana, tofautisha na Facebook. Facebook sasa hivi ni iko low profile na ni low budget, na kama unaanza, unaanza kwanza Facebook, na Facebook wateja wapo, kama huyu katoka Facebook, na kama ukiona ametuma tangazo na automatically tangazo mtu aki reply anakutana na ujumbe ambao unaona hapo, ambaye anamkaribisha anajitambulisha, kwamba mimi ni fulani na endelea kufahamu mfumo wetu kuna strategia mtandaoni kufanya mauzo ya faida laki tano hadi milioni tano kila mwezi kwa biashara yako, ningependa kufahamu unaitwa nani, unafanya biashara gani mtandaoni? Ndiye na kajielezea kwamba yeye ni Flora na anafanya biashara Neo Life. So baada hapo nikamuliza swali la pili, isiwinza hapo ndo nawachuja wateja wangu. Okay, okay, so hapo nikamwambia nashukuru kukufahamu Flora na so, kama okay? Okay, so, sija kutumia linki yenye access ya mfumo huo uh, ili kujua kama mfumo utakuwa msaada kwako waweza kuniambia changamoto ulionayo uh, na katika biashara yako na pia nikamuuliza kwa mfano mfumo ukiwa msaada ungependa kuona matokeo gani endelea na, yani, na kanielezea kama changamoto yangu ni kupata wateja najitahidi kuwashawishi lakini inakuwa ngumu pia downlines ni changamoto mimi ni mwanafunzi hivyo bado nina kipato kidogo and then baada hapo ndipo nikamtumia kama unaona huu ujumbe huu ndio ujumbe ambao una linki ya kwenda kwenye mfumo wangu kama hapo unavyoona hapa chini. Sawa, ujumbe ambao una linki ya kwenda kwenye mfumo wangu, na ukisoma ujumbe, nimetumia copywriting kuandika na unashawishi. Endeni nikasema, okay, habari njema ni kwamba hatimaye nimeonda mfumo maalum unaoitwa mashine ya kunasa wateja, mfumo ambao mimi na wanafunzi wangu natumia, na ndio mfumo huu ambao nimeutumia kuweza kumnasa yeye na paka kumuuzia. Okay, na alienda kwenye mfumo So akienda kwenye mfumo, nitakupitisha utaweza kuelewa. Alivenda kwenye mfumo, umeona imekuja hii message directly. So baada ya kuja hapo nikamtumia sehemu ya malipo na akalipia, and then nishamuingiza kwenye nini, kwenye program na kama nao. Sasa tutazame huu mfumo. Mfumo wangu uko vipi? Sawa. So tukibofia hapa unafunguka kwenye mfumo. So hii ndio landing page ya kwanza. Umeona akifika hapa anakutana kwenye landing page, ndio sehemu ya kwanza na hapa nimeelezea kwamba jifunze mfumo huu hatua kwa hatua ninaotumia kuvuta wateja wanalipa mtandaoni na kufanya mauzo faida ya laki tano hadi milioni kila mwezi bila kumsumbua rafiki jamaa yote. Na ukitazama hapa chini nimeweka video ambayo mtu anatazama, lakini pia chini nimeweka niunganishe na darasa. Okay, so mtu akibofya anapelekwa kwenye nini, kwenye sales page. Huu ndio mfumo wangu wa kuuza mauzo masaa 24 hata ukiwa umelala, shanipata. Kwa akifika hapa mimi sina haja ya kuongea naye kumuelezea sana kuhusiana na mfumo wetu ni nani, vitu vyote vipo kwenye mfumo. Kwa akifika hapa anakutana na darasa letu, anakutana na offer kama unavyoona and then alishakutana na hii offer. Akibofya hapa kwenye nahitaji mafunzo, bofya hapa kusajiliwa. Utaona jinsi gani inafunguka. So nikibofya hapa, utaona jinsi gani inavyofunguka eh, na hivi ndivyo mifumo tunayotumia. So mwona kama hapo chini imejiandikia kwamba uh, Dr. Yusuf naomba niunge na mauzo masterclass uh, kwa elfu hamsini na tisa nitumie utaratibu nilipia sasa hivi. Kwa hiyo akituma hiyo message, that's it. Mi namtumia utaratibu wa malipo na mchezo umeisha, okay. Kwa hiyo guys, huo ndio mfumo ambao mimi ninao tumia kuweza kufanya mauzo, massage na hata umelala, ndio mfumo ambao unanikuta wateja, unauzia huduma zangu. Na ndio mfumo hata wanafunzi wetu wanatumia kwenye biashara. But huu ni advanced system. Uh, lakini kuna ile mashina kunasa wateja, mashina kunasa wateja, hautumii hizi system, unatumia hatua uh, zingine ambazo kwenye program nimeelezea, lakini huu ni auto mauzo selling system. So mfumo unakuwezesha kuongea na wateja. Yaani hapa sisumbuki mimi kwanza kumpigia mteja simu, kwanza kumuelewesha kwa sababu kila kitu kipo kwenye mfumo, anaelewesha kila kitu, anaona ushuhuda, anaona testimonio, anaona offer. Eh. Lakini pia kuna wengine wamenicheck. So it means kwanza kesho ninakaza kwa ad kwenye lebo and then ninaanza kuwafanyia follow up and then ndio nawasisitiza na kurudisha tena kwenye mfumo. Kwa hivyo kazi yangu ni kufanya follow up tu. Sina haja ya kuongea nao. Umeona? Nishatengeneza konti zishakuwa kwenye mfumo. Na hivi ndivyo unaweza kutumia. Mfumo kama huu unaweza kutumia pia kwenye nini? Kwenye ku record downloads. Ukatengeneza system kama hizi mbili: moja landing page ambapo watafikia eneo la interest, wataenda kwenye sales page yako kwa ajili ya nini? Ya presentation. Umeona? Na pia unaweza kutumia kuuza product. Sasa kuna mawili. Unaweza kujifunza mfumo wa mashine kunasa wateja ni the same, kuna video yake ipo Nitakutumia, unaweza kuona eh, mauzo, ma, mashine kuna sawateja. Lakini ukitaka kutengeneza system kama hizi ambao mimi natumia e, eh, kama hizi auto mauzo sell system uh, system zake zina cost kidogo kuzitengeneza na zinachukua time, ambapo sasa hivi kutengenezwa tu page moja kama hiyo inakuwa ni laki mbili. So kama unahitaji kutengenezewa sales page kama hizi utalipia laki mbili, na tunakutengenezea mfumo kama unataka kwa ajili ya ku recruit talents au kwa ajili ya kufanya nini, kuza bidhaa. Lakini kama ukiwa mwanafunzi wetu wa NMU Pro, ukijiunga katika programu ya NMU Pro, mfumo huu utatengenezewa kwa kulipia laki moja tu. Kama ni mwanafunzi wetu umejiunga kwenye NMU Pro, unataka kutengenezea sales page kama hizi, utalipia laki moja tu na utatengenezewa free Ah rate so free, utatengenezewa kwa shilingi laki moja basi, hautolipia utalipia laki mbili. Lakini kama sio mwanafunzi wetu utalipia laki mbili, ila uzuri pia kwa wale ambao watakaochukua hata kuja kulia mfumo kabla Jumapili ah, ya kabla leo ni tarehe 20 na ngapi, 27, so 28, okay, kabla tarehe 30, watakao jiunga kabla tarehe 30 watapata ofa. Ukilipia mfumo kwa laki mbili, tutakutengenezea mfumo kama hii lakini pia utaingizwa katika programu yetu ya NMU Pro ambayo itakuwezesha kusimamisha biashara yako, kuingiza kipato cha faida milioni moja hadi tano kila mwezi. Umeona kwa, utaingizwa kwenye programu hiyo ya thamani laki mbili na tisini bure tu, ukilipia kutengenezewa mfumo huu. So kama utahitaji, wasiliana na mimi mimi. Nimekuonesha jinsi gani mfumo wetu unafanya kazi, na ninachowafundisha watu ndicho ambacho kinachofanya kazi. Kimefanya kazi kwangu, kinafanya kazi kwa wanafunzi wetu, kwa maana yake, kwa kweli kitafanya kazi. Kwa hiyo huu ni mmoja mfumo, mfumo huu mzuri sana kama unataka kuingiza milioni moja hadi tano, huu mfumo mzuri because unaweza kuongea na watu hamsini eh, watu mia kwa siku bila kuchoka, kwa sababu mfumo unafanya kazi zako, ni ku type tu yani, na hizi message zishasave kwenye shortcut. Haina haja sijui uandike ndo. Yaani copy and paste zitajituma tu and then the rest kazi yako ni kufanyia follow up. So ukiwa mwanafunzi wa Nem Pro, unahitaji huu mfumo, ni cheki sasa hivi unaweza kulipa laki moja. Kama sio mwanafunzi wetu Lipia laki mbili kwa mfumo mmoja na utapewa program ya Pro bure kabisa eh, na mwisho ofa hii ni tarehe 30 mwezi wa tano. Kishafika tarehe 30 mwezi wa tano, ukihitaji mfumo huu easy sales page unatengenezewa tu kwa laki mbili tu wala hutopewa bonus ya program ya bure eh? Na kama ni mwanafunzi wetu ni Pro ikipita tarehe 30 kutengeneza mfumo huu utalipia laki mbili tu. Basi, na sio laki moja eh. Lakini pia kama una uwezo wa kulipia laki mbili uh, unaweza ukalipia shilingi elfu tisini ukajiunga na programu ya mauzo masterclass, and then ukapata nafasi ya kuweza kujifunza mfumo wetu wa mashina kunasa wateja, ambao utakusaidia kuweza kunasa wateja hamsini hadi mia kila mwezi na kufanya mauzo ya faida ya laki tano na zaidi yeah, na ukaweza kutumia mfumo huo, and then baada ya kufanya mauzo baadaye unaweza ukaja ka